Yesu asifiwe, aleluya! Leo ni Jumapili ya pili katika mwaka huu. Mungu ni mwema, anaendelea kutubeba kama alivyotubeba mwaka jana, basi na mwaka huu tunaona anaija. Ni Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Iringa Daktari Blaston Tuluene Gavile akielezea sadaka ya shukurani ambayo inatolewa na dayosisi hii leo katika usharika wa Kanisa Kuu 2025. Tuliona pamoja na kwamba tumemshukuru Mungu kwa namna mbalimbali tangu tulipoanza tarehe moja lakini hebu hii Jumapili ya pili kama dayosisi tumshukuru Mungu kwa namna ambavyo amekuwa na sisi kwa mwaka wa ishirini ishirini na tano. Hakika hata tulipokaa kama halmashauri tarehe 30 mwezi wa kumi na mbili, kama halimashauri kuu ya dayosisi tuliona, ukiangalia mpango mkakati wetu vipaumbele vile sita, na ukiangalia action plani, mpango kazi wa ishirini ishirini na tano hakika Mungu ametubeba kwa namna ambayo sio rahisi kujielezea kwayo. Tukaona kwamba hebu leo tumshukuru Mungu, tukijua ya kwamba unapomshukuru Mungu unajibembeleza ili akubebe tena. Kila unaposema asante, maana yake unataka kumwambia Mungu nibebe tena kwa ishirini ishirini na sita. Moyo usiokuwa na shukurani ukausha mema yote lakini moyo wenye shukrani basi unafanya yule ambaye amemshukuru akubebe tena. Ibada hii imeongozwa na askofu wa Dayosisi ya Njombe Daktari George Fihavango ambaye hapa anasema neno na salamu kutoka Njombe. Nimshukuru kwa askofu na ofisi yake kuona mimi leo hii nialikwe kuwa sehemu

Mwanzoni na dereva sina uhakika kama ameingia tena ibada hii ya pili, anaitwa Jacob Otuna mmea. Ni hapa sio mgeni, nilikuwa mwimbaji kwenye kanisa hili miaka ya nyuma, lakini salamu nyingi kutoka nyumbani mwangu kutoka Dar es Salaam, wanajua nipumani hapa. Mungu awabariki, atubariki sote.

sha kilongo ni kukumbushe tu kuendelea kujiunga na shule zinazomilikiwa na KKKT DCC ya Iringa. Makombwa mkuu wa shule badala ya katibu mkuu wetu huyu sasa. Sasa ndo makombwa mkuu wa shule. Anaitwa ndugu Mbosa mkuu wa shule ya Boma la Ng'ombe. Boma la Ng'ombe. Inafanya vizuri sana napo mkuu wa shule ya Ipalamwa inafanya vizuri, na sasa tuna mradi mra, mkubwa sana wa kujenga maabara kule, kubwa sana mwalimu. Mwaliueest anichaula mkuu wa shule Lutangilo, Idete shule inafanya vizuri sana sana sana, ipo vizuri.